Kutokea Kenya ama ukipenda Boosted Auto 254 kwenye Instagram. Eh, tulikuwa tumealikwa hapa na club ya motorsport hapa Arusha ambayo inajiita kama TTMC. Kwa mwaliko kuja kufanya drift showdown ambao walikuwa wameorganize na mkuu wa mkoa wa Arusha hapa hivi. Na tukaalikwa ili tuje hapa sehemu ya Moshono Kona ambapo ni Y Junction ukipenda hapa e, Moshono Kona. So tumekuja kufanya drift Showdown. It wasn't a competition as, as such. It was just a showdown in activation. Ama kwenda kuashiria kwamba kesho, uh, kuna mashindano ya magari pale Mererani, rolling races, pamoja na Sunday pia ambapo kuna uh, drugs ukipenda. So tulikuwa tumealikwa tuje hapa tufanye drift, maana yake drift ni part of motorsports uh, and it's growing so fast in East Africa. Uh, in fact we have a drift championship ambayo um, ina comprise East Africans uh, from Kenya, Uganda and Tanzania. This is an East African drift championship ambayo um, inaendelea so wakaonelea ili tuje hapa pia tuhamasishe watu kuhusu drift na tuwaonyeshe kwamba drift ni kitu ambacho ni motorsport, ikiorganiziwa ama ikifanywa kwenye proper organization, ni sport ambayo ingependa kupendeza wengi. Drift ni, ni, a, a, a skill ambayo kila dereva inafaa awe nalo, manake sometimes unaweza pata gari limepasuka tairi linapoteza mwelekeo. So inafaa ili uwe uko makini sana uweze control hilo gari. Tumefurahia sana kuwa mahala hapa na tuna hope Watanzania wameweza kuona What we do. Eh e, nyonyesho lenyewe limekuwa nzuri sana, nimeweza kufanya hata tandem na mtanzania mmoja ambaye nimependezwa sana na skills zake, so tunajua e, skill e, ni kitu cha maana na motorsport ina grow in East Africa. Tunamshukuru mkuu wa mkoa sana kwa kutoa vibali kama hivi, tunashukuru sana yani, tunashukuru sana kwa sababu mchezo ulilala sana kwa hapa kwetu Tanzania lakini baada ya mkuu wa mkoa kuingilia kati hili swala, tukajikuta tayari nuko kwenye hii michezo. Tunamshukuru sana mkuu wa mkoa.